Hamjambo marafiki, karibuni katika jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to learn Swahili with Bi Mercy. Somo lililopita tulisoma kuhusu sa, se, si, so, su so, unakumbuka. Kwa hivyo somo la leo nafikia, tutasoma kuhusu nini? ta, te, ti, to tu, kwa kweli. Kwa hivyo tutakuwa tukitumia, wacha kwanza tuandike a, e, i, o, u, na leo nina kalamu nyingi Haya, wacha kwanza tuandike. Kwa hivyo tuna a, e, i, o na tuna u. Sasa hizi si ni irabu, mnafahamu hivyo kufikia sasa. Kisha sasa tutatumia sauti yetu ya leo ambayo ni ta. Kwa hivyo sasa tuna t na ta, kisha tuna te, ti, to na tu. ta, te Ti, to, tu. Hebu sema hivyo pamoja na mimi, twende pamoja. Unaweza piga makofi, twende ta, te, ti, to, tu. Haya, sasa, nataka tuunde maneno kutokana na na silabi hizi. Aha, kwa hivyo tutaunda maneno. Neno la kwanza kutumia ta, tutaunda neno lipi? Tausi, tausi is a bird, tausi Neno la pili tutasema tembea. Tembea is to walk. Kisha tuna t tutasema tisa. Alafu tuna to, tutasema toka. Aha. Alafu mwishowe tuna tu, tutasema tunda. Aha, kwa hivyo tausi, kama tulivyosema, tausi is a tausi. ni mnyama yupi? Ne peacock? E, tausi ni peacock. Tausi is a peacock. Huyu ni dada yangu na nitamkaribisha aje ili tusome na eh, leo, si ndio? Ili muone somo la leo tukisoma na dadangu mdogo. Haya, kwa hivyo tausi ni peacock. Kisha tembea is to walk. Tisa is nine. Toka toka is go. Toka. Go get out. Get out is toka. Kisha tunda is a fruit. Aha, kwa hivyo tuna tausi, tembea, tisa, toka na tunda. Na sasa nataka tuunde sentensi haraka haraka kutumia hizi um, kutumia haya maneno. Kwa hivyo sasa tutaunda sentensi kwa hivyo sasa tuna silabi, maneno, sentensi. Haya, sentensi ya kwanza tukitumia tausi tutasema, tutasema huyu ni tausi. Huyu ni tausi. Sentensi ya pili tutasema, sentensi ya pili tutasema nini? Tuna walk, tembea. Mimi ninatembea karibu nisahau kuweka kikomo. Mimi ninatembea. Kisha tuna tisa, nilinunua maembe tisa. Alafu tunatoka nambari ya nne, toka nje, toka nje. Sasa hili ni amri toka nje, get out, toka nje. Alafu tukimalizia tunda, ninaomba tunda, na unaweka kikomo. Ninaomba tunda. Kwa hivyo kwenye sentensi ya kwanza tumetumia tausi, sentensi ya pili tembea, sentensi ya tatu tisa, sentensi ya nne toka, na mwishowe tunda. Sasa ni wakati wa kuimba wimbo na nitamwita dada yangu ili tuimbe pamoja na yeye. Haya, karibu, tumkaribishe. Haya, twende pamoja, na hatutaangalia kwa mm -hmm. Hivyo tutajaribu kuona nani ambaye ataweza. Sawa sawa, uko tayari? Naam, unataka kuwasalimia? Mwambie hamjambo. Hamjambo! Haya, twende pamoja Tatata tatata tausi ta ta ta tausi tetete tembea te te te te te tembea tititi ti ti ti ti tisa tisa tototo tototo toka toka tutututututu tunda. Kwa heri ya kuonana.